Sasa hatujui nini ambacho kilitokea wakati ambapo alikuwa amebaki peke yake mule chini, lakini tunaona joka lile ni kama basi limekatwa katwa kabisa. <coughs> E, katika hali hiyo basi ni wazi kwamba palikuwa na vita kali sana. Unaweza kuona wazi kabisa, e, hapo lazima kuna jambo, kuna vita kali ambayo ilitokea. Ha, lakini sasa unaona kuna namna nyingine hapa? Yani kile ambacho tulikuwa tunafikiria mimi na wewe sio. Kumbe basi mrembo alichomoka akarudi, akachukua upanga alafu akaamua kulishambulia lile nyoka. Kumbe basi e, bibi bado anampenda kijana e, na sasa ameinuka anakumbuka picha aliyoiona, hiyo inaweka wazi kwamba basi e, kwa namna moja au nyingine, upendo bado upo.

Najua kama baba, utonielewa. Najua kama una hasira kwa sababu nimemwamini pamoja na vile ulivyonionya. Basi nimekosea, nataka nijaribu kutumia muda wangu mwingi uliobaki kwa ajili ya kutengeneza hilo likae na kweli kwamba nisingeweza kumshinda pengine labda sio yeye ambaye siwezi kushindana naye, labda sio adui yangu Dien. Hivi baba unajua ni kiasi gani ambavyo nataka kumsahau, anataka kumsahau huyo? Viko vitu vingi katika hii dunia vinaweza kukusaliti, kukusaliti yani hata kitu unachokula kinaweza kukusaliti. hata kitu kinaweza, tonic. Sasa hapo anaongea kimafumbo, tonic ilikuwa imetengenezwa kwa ajili ya formshu. Baba akaenda ikaweka sumu sasa anaongelea wa usaliti, maana yake anataka baba yake wakae wao. Najitahidi sana kusahau kwamba wakati ule nini kilikuwa. Maana yake baba alipanga harusi, alafu kumbe anataka kumuua. Mmm, binti ana furaha, lakini kumbe baba amepanga vingine. Haya sasa, binti ndo anasema nashindwa kusahau. Kwa nataka niongee na wewe basi. Haya, baba nisamehe <gasps> Ya kwa hmm. Sasa anasema eh, hali itabadilika baridi gafla De. Anajaribu kuita mzee lakini mzee hayupo pale ndani, basi ndio hivyo. Hi, upande huu basi utampata mwamba huyu, anaitwa Brother Ding. Anawaza bado jinsi mambo yameenda, na hasa ukizingatia yale aliyomtokea kipindi ambacho basi alianza kumtazama Miss Ma kama mwanamke mwingine. Yule mwanamke ameondoka. Hajali kuhusu familia yake. u Labda pengine ana kitu anataka kufanya. Hata hivyo, pengine hapa si mahali pake. Siwezi kumjua. Mbona ni kama unaongea kama kuna shida imetokea? Huruhusiwi kunisemesha hivyo, ikatoka barua mfukoni. La. Ba... Barua hii ilikuwa ni barua ndefu.

Nafikiri sasa tutume ujumbe kwa ngome nyingine ili kusudi tukiweza tukishindwa tupate msaada. Haya sasa, inaonekana kama kuna vita mpya ambayo inaweza kuibuka wakati wowote. Unaweza kuona sasa. Huu ni uwanda mpana sana. Pana mtu mmoja mechil zake hapo. E, kama kawaida katika ile kuchunga chunga na nini. Wale mnaokaa nchi za Ulaya mnaona ya maisha. Unatamani kabisa wenzetu wanaweka mpaka ya maisha ya kufuga na nini. Sisi kwenye filamu zetu tunataka tuweke tu sinema za kuonesha ofisini, magorofani. E, lakini wenzetu weupe, lakini wanatuonesha mifugo nini. Pana mtu nyuma yake sasa, anapogeuka ndo anamuona.

Mingzu. Hai, angalia, anasema Mingzu. Ungekuwa bado uko hai, kuhai, pengine ungekuwa umeoa kwa sasa. Huyu ni baba yake na Murong Mingzu. Haujawahi kumuona, leo ndo unamuona. Murong Mingzu ndo yule wa kwanza kabisa ambaye tulimwona naye, yeye aliuawa kwenye siku ya harusi, hapa ndo kwao. Yalimpata mengi kabla hajafika hata katika kasri. E, tunakumbuka Ye Kai alichukua mavazi yake na akamweka kwenye oh. filamu Baadaye, akachomoka huko, baadaye akarudi akaenda ku alikuwa anatakiwa aoe kwenye familia <Ăn unusual habiadaaciones> ya kwa hivyo basi tunapata kuona sasa kwao pakoje, maisha yao. Unajua, huu ni upande mwingine, sawa filamu. Unaona sasa ile ile life story inayohusu kina <todaro>

na baba yake anampenda sababu ndo mtoto wa pekee. Anamwambia, nina habari njema habari

Sasa ameshapewa utaratibu, baba yake anataka aende akaoe katika familia akaoe katika familia ya mafajin na ana, alikuwa ashaandaliwa kila kitu kuhusiana na sherehe, kwamba siku chache kuanzia siku hiyo angeenda kuoa okay, Sasa anamwambia uwe na, mimi naweza nikawa bize nisije huko, lakini utakapokuwa unarudi, yeah, jitahidi pia usije ukaleta shida nyumbani. Akakubaliana na baba yake fresh kabisa, kamwambia basi sawa, nitaenda kuoa yule mwanamke <laughs> kama tulivyosafi sana. mm -hmm. Wakakubaliana vizuri. Unaona kuna jeshi pale kwao na nini. Sasa hiyo ilikuwa kipindi hicho, kwa hiyo mzee kila kikaa hivyo anakumbuka mambo yote yale minchu ni fangxin dia yidi hui zhao chu zhenxiong ti ni baochou xuehen

Ujawe kutoa maelezo yoyote sasa nieleweshe. Ndiyo kusema umekuja kutoa heshima zako za mwisho juu ya mtoto wangu. Aliuawa na mtu mmoja muhimu tu. Na sasa alitokea katika dhehebu linaitwa Demon Section. Ah, nafikiri wewe umekuja hapa lakini hujaja kwa jema. Nayo utamwua. Ma Kongqun, jiusuan ni cengjing shi Wulin zhizun, dan ni xianzai zhi buguo shi yige

Haya cha ajabu ni kwamba baba yake na muro minzu akaamua kuwaleta squad wapambane na watu au wanajeshi wa mafina. Inakuwa kama vile basi huyu Marco Chan anataka ku take over katika ile eneo hili, ameshamu ameshasababisha kufa eh, kwa eh, familia ama basi mtoto wa pekee wa huyo mzee.

lakini sasa hii inakuwa ngumu sana. Unajua kila upande, kila mtu anataka kutumia mba. hawa Demon Section kutumia hawa walizimwagwa zamani wali ngome yao wa ngome yao wakati wa enzi za kina e, Master King, pamoja na bait na Hua Baifeng, nini kilichotokea zamani hizo, kama ulisikia hizo story. Sasa baada ya kila kitu kutokea, naona mwamba mwama e, bosi ambao jina jengine wanamuita huwa hanyi. Sasa huyu hapa anataka ku take over ngome iwe kubwa tena, warudishe Demon Section irudi on. Lakini Ma Kongqun anajua kwamba kama ngome hiyo ikirudi yeye hayuko salama. Kwa hiyo na yeye pia ameenda kumteka baba yake uh, Muro ili achukue ile ile sehemu yote ile familia iondoe pale na nini atawali. Na kwenye vita unajua kinachotokeaga ni kwamba wanauaga watu Nyinyi mkiangushwa basi nyinyi mnaubakia. Ehe, maana yake ndio mnae, ndio jinsi ambavyo walikuwa wanakuza imaya zao cu

na wanaonekana kweli sasa, wamekuwa na power kinoma yani, wamekuwa na... Yeah, na hiki kinaonesha wazi e, ni kitendo ambacho kinawaandaa kufanya mambo makubwa zaidi. Sasa binti aliondoka bila kuaga e, baada ya kugundua kwamba baba yake yuko, lakini tunamwona yuko kwenye gari. Sasa hili fa... hili gari alilipanda kwa kupenda kwake au amejikuta tu katika hilo gari? Na pia kama basi alimsaidia eh, Master Fuchi. Kwa nini alimwacha mule chini katika lile pango? Sasa anajiuliza huyu. Na hii ni gari ya nani? Wo men shi Suzhou cheng de Murong jia, tunaelekea kwa jumba la Murong. Murong Villa. Kwa nini mnaelekea Murong Villa? Yin wei you yi ge ren zai deng ni, Kwa sababu kuna mtu anayekusubiria. Kwa hiyo kumbe babake ame take over, amepindua ngome ya familia ya Murong, kisha wakaamua kuyafanya ndio makazi yao. Ae, wamedala uh. Asante sana mtazamaji kwa kuifuatilia mpaka katika episodi hii. Tafadhali ungana nami katika matangazo yanayofuata kwenye episodi inayofuata nikikusimulia kwa uzuri kabisa, na nina imani kwamba tutakwenda sambamba. Bado niko nawe. Hakikisha una subscribe, una like, a una Tunazingatia kwamba kila wakati tunakumbushana e, watu kusubscribe. Hilo ni jambo muhimu sana katika yote. Basi zingatia tu kwamba mtazamaji, e, unaweza kutangaza nasi pia hapa, ukaweka matangazo yako pia. Unaweza kusubscribe YouTube yetu nyingine ya recaps, inaitwa ya Lukindo. Hizi ni YouTube ambazo wanazifanyia kazi mara kwa mara. Kwa hivyo basi, kana sisi, ninaposema hivi, basi na wewe unakuwa tayari, upo na mimi, umeungamanika na mimi na vilevile ukiwa ni na jambo lako lolote, ni cheki niulize, nitakuunganisha moja kwa moja na wadau, ama basi mimi mwenyewe moja kwa moja kama niko free, tutaongea mimi mwenyewe tukiwa studio, nitakuelewesha juu ya mambo yote yanahusiana na YouTube na ili uweze pia kufanikisha katika mambo